Leo unahamasika kufanya mambo makubwa, lakini epuka papara ili usije kufanya makosa. Fanya maamuzi kwa utulivu na tafakari kila hatua unayochukua katika kazi. Siku hii ya leo, umakini wako utasaidia kutatua changamoto, lakini epuka migogoro na wenzako. Upande wa kimapenzi, siku hii ya leo, mweleze mpenzi wako mawazo yako kwa uwazi, hii itasaidia kuimarisha mahusiano yako. Upande wa kifedha siku hii ya leo, Usikimbilie kutumia pesa bila mpango, angalia hali yako ya kifedha kwanza. Upande wa kiafya siku hii ya leo, fanya mazoezi mepesi ili kuboresha mzunguko wa damu na kuimarisha mwili wako. Usiharakishe mambo leo, subira itakusaidia kuepuka matatizo. Rangi za moto kama vile nyekundu zitakupa msukumo wa kujenga ujasiri wako. Epuka hasira na badala yake tafuta njia za utulivu. Rangi ya bahati ni nyekundu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 Leo ni siku ya utulivu na umakini. Panga mambo yako kwa uangalifu na epuka watu wenye hurka za kukuchanganya. Katika kazi siku hii ya leo, jitahidi kumaliza majukumu yako mapema ili kuepuka msongo wa mawazo. Upande wa kimapenzi siku hii ya leo, mpenzi wako anaweza kuhitaji faraja yako leo. Kuwa mvumilivu na msikivu. Upande wa kifedha siku hii ya leo, hakikisha unatumia pesa kwa busara. Epuka matumizi yasiyo ya lazima upande wa kiafya siku hii ya leo, jali afya ya mwili na akili yako kwa kula chakula bora na kupumzika vya kutosha. Usiharakishe kufanya uamuzi mkubwa leo, subiri muda mwafaka. Rangi za kijani au kahawia zitakuletea utulivu wa kiakili. Tafuta muda wa kukaa peke yako na kufikiria malengo yako. Rangi ya bahati ni kijani kibichi, nambari ya bahati ni nne, mafusho ni sandalwood, manukato ni rose. saa nzuri siku hii leo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 Katika kazi siku hii ya leo ubunifu wako utaonekana leo. Tumia fursa hii kujenga jina lako. Upande wa kimapenzi siku hii ya leo, usiogope kuonyesha hisia zako. Mpenzi wako atathamini ukweli wako leo. Upande wa kifedha siku hii ya leo, unaweza kupata fursa mpya za kipato, lakini usiharakishe maamuzi. Upande wa kiafya siku hii ya leo, kaa mbali na msongo wa mawazo kwa kufanya shughuli za kukufurahisha.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 Upande wa kimapenzi siku hii ya leo, onyesha upendo wako kwa vitendo zaidi ya maneno. Upande wa kifedha siku hii ya leo, epuka kutumia fedha kwa msukumo wa hisia. Hakikisha unahifadhi kwa ajili ya kesho. Upande wa kiafya siku hii ya leo, lala vya kutosha na epuka msongo wa mawazo. Usiruhusu hofu au wasiwasi kukuvuruga. Rangi za fedha au nyeupe zitakupa utulivu wa kihisia. Jali mahusiano yako na watu wa karibu, epuka mabishano rangi ya bahati ni fedha. Nambari ya bahati ni mbili. Mafusho ni chamomile. Manukato ni coconut. Saa nzuri siku hii leo ni saa saba kamili mchana hadi saa tisa na nusu alasiri. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii leo ni nyota ya nge na nyota ya samaki. Tukiangazia nyota ya Simba, hii ni nyota ya watu walizaliwa Julai 23 hadi Agosti 22. Kumbuka hii ni nyota ya tano katika mlolongo wa nyota kumi na mbili za zodiac. Leo tang'ara na kuvutia watu wengi, jiamini natumia siku hii kufanya mambo yanaoleta maendeleo maishani mwako. Katika kazi siku hii ya leo, ubunifu wako utahamasisha wengine. Tumia nafasi hii kuonyesha ujuzi wako. Upande wa kimapenzi siku hii ya leo, mapenzi yako yataimarika ukiwa mkweli na mwelewa kwa mpenzi wako. Upande wa kifedha siku hii ya leo, kuwa makini na mipango ya kifedha. Epuka kutumia bila mpangilio. Upande wa kiafya siku hii ya leo, fanya mazoezi madogo ili kuboresha afya yako. Epuka watu wanaoweza kukuvuta nyuma kwa mawazo hasi. Rangi za dhahabu au machungwa zitakupa nguvu na mvuto. Kuwa na mtazamo chanya na epuka hasira zisizo na sababu. Rangi ya bahati ni dhahabu, nambari ya bahati ni moja, mafusho ni udi, manukato ni vanila. Saa nzuri siku hii leo ni saa nne kamili asubuhi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 Katika kazi siku hii ya leo umakini wako utaongeza ufanisi wako, fanya kazi kwa bidii na nidhamu. Upande wa kimapenzi siku hii ya leo usiwe mkosoaji sana kwa mpenzi wako, badala yake onyesha upendo na uvumilivu. Upande wa kifedha siku hii ya leo hifadhi pesa zako na epuka matumizi yasiyo ya ya lazima. Upande wa kiafya siku hii ya leo pumzika vya kutosha ili kuepuka uchovu wa kiakili na mwili. Usijihusishe na migogoro ya watu wengine.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 epuka kuficha hisia zako. Upande wa kifedha siku hii ya leo, hakikisha unatumia pesa zako kwa busara na kupanga matumizi vizuri. Upande wa kiafya siku hii ya leo, fanya mazoezi mepesi na epuka mawazo mengi. Epuka watu wenye majibizano yasiyo na maana. Rangi za waridi au nyeupe zitakusaidia kuwa na utulivu. Dumisha uwiano katika maisha yako, usifanye mambo kwa haraka. Rangi ya bahati ni waridi, nambari ya bahati ni nane, mafusho ni jasmine manukato ni Rose. Saa nzuri siku hii leo ni saa 8 kamili mchana hadi saa na nusu usiku. Je, ushirikiane na nani? nyota za kushilikiana nazo siku hii leo ni nyota ya mapacha na nyota ya ndoo. Tukiangazia nyota ya nge, hii ni nyota ya watu lozaliwa Oktoba 23 hadi Novemba 21. Kumbuka hii ni nyota ya 8 katika mlolongo wa nyota 12 za zodiac. Leo utajisikia kuwa na nguvu mpya za kushughulikia mambo yako. Tumia siku hii kutatua mambo muhimu na kuimarisha mahusiano yako. Katika kazi siku hii ya leo, umakini wako utakupeleka mbali. Tumia siku hii kufanya maamuzi mazito. Upande wa kimapenzi siku hii ya leo, mpenzi wako anahitaji muda wako. Hakikisha unampa kipaumbele. Upande wa kifedha siku hii ya leo, epuka mikopo au matumizi yasiyo na mpangilio. Upande wa kiafya siku hii ya leo, punguza msongo wa mawazo kwa kufanya shughuli unazozipenda.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 lakini usiache uhuru wako. Upande wa kifedha siku hii ya leo, fikiria uwekezaji wa muda mrefu badala ya matumizi ya haraka. Upande wa kiafya siku hii ya leo, fanya mazoezi ya viungo ili kuongeza nguvu mwilini. Usifanye maamuzi makubwa bila ya kushauriana na mtu unayemwamini. Rangi za chungwa au nyekundu zitakupa hamasa. Epuka watu wanaopunguza ari yako ya mafanikio. Rangi ya bahati ni machungwa, nambari ya bahati ni tatu.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 Leo ni siku ya nizamu na kupanga maisha yako kwa umakini zaidi. Tumia muda huu kuweka malengo sabiti. Katika kazi siku hii ya leo, kujituma kwako kwa kutaleta matokeo mazuri, endelea na bidii. Upande wa kimapenzi siku hii ya leo, mpenzi wako anahitaji uelewa wako, epuka ukali wa maneno. Upande wa kifedha siku hii ya leo, weka akiba kwa ajili ya baadaye, epuka matumizi yasiyo ya lazima. Upande wa kiafya siku hii ya leo, pumzika vya kutosha naepuka kazi kupita kiasi, usiruhusu kazi ikakufanya usahau maisha binafsi. Rangi za kahawia au kijivu zitakupa utulivu wa kiakili. Kuwa mvumilivu na epuka haraka katika maamuzi. Rangi ya bahati ni kahawia, nambari ya bahati ni kumi, mafusho ni frankincense, manukato ni sandalwood. saa nzuri siku hii ya leo ni saa mbili kamili asubuhi hadi saa saba na nusu mchana. Je, ushirikiane na nani?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 Upande wa kimapenzi siku hii ya leo ongea kwa uwazi na mpenzi wako, epuka siri zisizo za lazima. Upande wa kifedha siku hii ya leo epuka matumizi makubwa leo, badala yake angalia jinsi ya kuwekeza. Upande wa kiafya siku hii ya leo pumzisha akili yako kwa kutembea au kufanya mazoezi mepesi. Usikubali kushawishiwa kufanya maamuzi ya haraka. Rangi za samawati au turquoise zitakuletea bahati kuwa mchangamfu, lakini epuka watu wenye wivu na nia mbaya. Rangi ya bahati ni samawati, nambari ya bahati ni saba, mafusho ni mirhi, manukato ni jasmin. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa tano kamili asubuhi hadi saa 11 kamili jioni. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya mapacha na nyota ya mizani. Tukiangazia nyota ya samaki, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Februari 19 hadi Machi ishirini. Kumbuka, hii ni nyota 12 katika mlolongo wa nyota 12 za zodiac. Leo ni siku ya hisia kali na ndoto kubwa. Sikiliza intuesheni yako, inaweza kukuongoza kwa njia sahihi. Katika kazi, siku hii ya leo, fanya kazi kwa utulivu, epuka kujiingiza katika migogoro. Upande wa kimapenzi, siku hii ya leo, furahia muda wa faraha na mpenzi wako, upendo wako utaimarika. Upande wa kifedha siku hii ya leo, epuka matumizi ya kihisia, hakikisha unanunua vitu muhimu pekee. Upande wa kiafya siku hii ya leo, pata muda wa kutafakari au kutalii ili kuimarisha hali yako ya kiakili. Epuka watu wanaokuchosha kihisia au wanaokupa mzigo wa mawazo. Rangi za bahari au nyeupe zitakuletea utulivu na uwazi wa akili. Jihusishe na shughuli za kiroho au za kujenga utulivu wa ndani. Rangi ya bahati ni rangi ya bahari.